Tanzania ikitarajia kuingia katika uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Watanzania wamesaswa kuwa na tabia ya kusoma vitabu ili kuongeza maarifa zaidi, asiyoverwa na taarifa ifuatayo. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kuwa adui mkubwa wa ni ujinga, maradhi pamoja na umaskini na ili kuondoa hivi ni kuwapatia watanzania elimu. Pamoja na jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali, lakini bado taifa linakabiliwa na idadi kubwa ya watu wasiojua kusoma wala kuandika. Na Tanzania ni moja ya nchi ambazo watu wake hawana utamaduni wa kusoma vitabu, na hii husababisha watu kutofahamu mambo mengi. Logos Hope ni meli ambayo ina vitabu zaidi ya elfu tano vya aina tofauti na tayari imeshazunguka nchi nyingi Duniani, huku Afrika ikiwa ni mara ya kwanza na kuanzia nchini Tanzania. Dr. Joyce Ndalichako ni waziri wa elimu nchini Tanzania. Vipo vitabu kwa ajili ya kila mtu, maanake vipo vitabu vya michezo, vitabu vya uchumi, vitabu kwa ajili ya madaktari, na kwa wale wa, wahadhiri wa vyuo vikuu, mara nyingi mnaangaika kupata vitabu, njooni mtembee katika hii meli, kuna vitabu vizuri sana ambavyo vitawafaa katika kozi zenu. Hii meli itakuwa hapa bandarini kwa muda wa wiki tatu. Watanzania tutumie nafasi hii kuweza kufika hapa na kuweza kunufaika na bahati ambayo tumenufaika, kwa sababu hii meli ndio inakuja Afrika na nchi yetu imekuwa ni ya kwanza. Bahati iliyoje! Yeah. Kwa hiyo naomba sana bahati nzuri ambayo tumeipata Watanzania tuitumie kwa kuja kusoma vitabu. Tunafahamu kwamba vitabu ndio chanzo cha maarifa maarifa yote yanapatikana ndani ya vitabu. Je, ujio wa meli hii utasaidia katika kuongeza hamasa ya watanzania kusoma vitabu na utakuwa na manufaa gani kwa elimu ya Tanzania? Silan Govenda ni mkurugenzi mtendaji wa meli hiyo.

development and education, we have over 5000 titles of books. What I'm told is that the prices of books are generally much lower, which means that you know it should be affordable for people, and there's a wide variety of books. Wapo watanzania waliofika katika meli hiyo kwa ajili ya kusoma vitabu vya aina tofauti tofauti. Je, wao wanazungumziaje ujio wa meli hii? Kweli kuna vitabu vya kutosha vizuri, vingi, kwa hiyo naomba pia wasomi wenzangu, Watanzania kwa ujumla, tujitokeze Kuja kusoma vitabu na kwa kweli meli ni kubwa, wametukaribisha kwa ukarimu. Lengo la kuja hapa ni kwa ajili ya kujifunza, kupata knowledge mbalimbali mbali kwenye vitabu. Kama unavyofahamu, tunapata maarifa mengi kutokea kwenye vitabu. Meli hii itakuwa nchini Tanzania kwa muda wa wiki tatu. Huku suala la ajira likiwa linaumiza vichwa viongozi wa serikali, waziri Ndalichako ameomba ajira kwa Watanzania ziongezwe zaidi, kutokana na kuwa na wafanyakazi toka mataifa zaidi ya hamsini na Mtanzania ni mmoja kati ya wafanya wafanyakazi mia nne ambao hufanya kazi katika meli hiyo. Makrina Siovelwa, Mlimani TV, elimu kwanza.